Wabunge limepitisha azimio la kuadhibu baadhi ya wabunge walioonyesha utovu wa nidhamu kwa Spika wa bunge Anne Makinda mapema leo. Akisoma azimio hilo mwenyekiti wa kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge Brigedia Jenerali Hassan Ngwilizi amesema adhabu hiyo inatokana na kitendo cha wabunge hao kukiuka kanuni za bunge hilo. Wafuatao, Mheshimiwa John John Mnyika Mheshimiwa Moses John Macha, Joseph Machali, Mheshimiwa Pauline Gekul, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lisu, Mheshimiwa Felix Francis Mkosamali, Mheshimiwa Rajab Muhammad Mbaruk, Mheshimiwa Peter, eh, mchungaji Peter Msigwa. Na kwa uchambuzi wa kamati kuhusu shauri la wabunge waliotajwa kwa majina kudharau mamlaka ya spika na kusababisha kusitishwa kwa shughuli za bunge, kamati imeridhika kwamba wabunge hao wamevunja masharti ya kanuni ya 74 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Aprili 2013. Mheshimiwa Spika, kwa matokeo hayo kamati inaliomba bunge lako tukufu kuazimia kama ifuatavyo: azimio la bunge kuhusu adhabu kwa wabunge waliodharau mamlaka ya spika katika kikao cha 42 cha mkutano wa 20 eh, tarehe 3 Julai mwaka 2015 bunge linaazimia kuwa wabunge bunge wafuatao Mheshimiwa John John Mnyika, Mheshimiwa Moses Joseph Machali, Mheshimiwa Pauline Gekul, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lisu na Mheshimiwa Felix Francis Mkosamali wasihudhurie vikao vyote vya mkutano wa 20 vilivyosalia kuanzia tarehe 4 Julai mwaka 2015 ambao walikataa kujibu maswali ya kamati pale walipotakiwa kufanya hivyo. Wabunge wengine wafuatao Mheshimiwa Rajab Muhammad Mbaruk na Mheshimiwa mchungaji Peter Msigwa wasihudhurie vikao viwili vya mkutano wa 20 vilivyosalia kuanzia tarehe 4 Julai mwaka 2015 kwa kuwa walitoa ushirikiano uliotarajiwa na kamati. Wabunge wengine wafuatao Mheshimiwa Joseph Roman Selasini bunge mheshimiwa Khalifa Suleiman Khalifa na mheshimiwa Rashid Ali Abdallah wanaamriwa kufika mbele ya kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge siku ya Jumamosi, tarehe 4 Julai mwaka 2015 saa 4 asubuhi kwa kuwa hawakupata hawa hawa summons kwa wakati.